Faman kana yarju liqaa rabihi, kwa yoyote anaotaraji kukutana na mola wake, na anataka salama mbele ya Mwenyezi Mungu, hawezi vishindo. Kama alipata bahati mtu ya kwenda katika national park yoyote ile, akaangalia wanyama walivyokaa na mijoka ilivyokaa. Na kule, Mwenyezi Mungu kuna ahadi kwamba atawatesa watu kwa kutumia wanyama, atawatesa watu makaburini kwa majoka namna kwa namna na mtu akapata bahati akaenda kwenye national park akaangalia wale nyoka wenye sumu kali, umri mbalimbali vimo mbali, mbalimbali unene wembamba, rangi mbalimbali mbali. Akisha akajiuliza mimi ugomvi na Mungu na uweza mimi nikishafukiwa mle kaburini, ikawa sina mjomba wala shangazi wala kaka, na mji ule si ujui utakuwaje, mji wa namna gani baada ya kufukiwa? Sijui itakuwa vipi, ni mji upi ule bora nitafute njia ya salama. faman kana yarju liqaa rabbihi, kwa yoyote mwenye kutaraji mkutano na mola wake, falyamal amal amalan saliha, basi na atende kitendo chema. Kitendo chema ni kile ambacho kimeamrishwa na mwenyezi Mungu kwa kupitia kwa mtume Muhammadi, ndio chema hicho. Na wakati anatenda mambo yake mema, atahadhari wala yushrik biibadati rabbihi ahada wala asishirikishe kwa ibada ya mola wake na chochote au na yoyote. Asijakabudia mwenyezi Mungu na malaika pamoja, asijakabudia mwenyezi Mungu na mitume, asijakabudia mwenyezi Mungu na majini, asijakabudia mwenyezi Mungu na majabali na mawe na bahari na nyota na mwezi. Vyote ni viumbe hivyo, asishirikishe katika ibada ya mwenyezi Mungu na yoyote yoyote, kwa maana yoyote, hata nabii Muhammad afai kuingia hapo. Faman kana yarju liqaa rabihi, kwa yoyote anaotaraji kukutana na Mola wake na anataka salama mbele ya Mwenyezi Mungu hawezi vishindo. Kama alipata bahati mtu ya kwenda katika National Park yoyote ile akaangalie wanyama walivyokaa na mijoka ilivyokaa, na kule Mwenyezi Mungu kuna ahadi kwamba atawatesa watu kwa kutumia wanyama, atawatesa watu makaburini kwa majoka namna kwa namna na mtu akapata bahati akaenda kwenye National Park akaangalia wale nyoka wenye sumu kali, umri mbalimbali vimo mbali, mbalimbali unene wembamba rangi mbalimbali mbali. Akisha akajiuliza mimi ugomvi na Mungu na uweza mimi, nikishafukiwa mle kaburini, ikawa sina mjomba wala shangazi wala kaka, na mji ule si ujui utakuwaje mji wa namna gani? Baada ya kufukiwa sijui itakuwa vipi, ni mji upi ule? Nitafute njia ya salama. faman kana yarju liqaa rabbihi, kwa yoyote mwenye kutaraji mkutano na Mola wake, falyamal falyamal amalan salihan, basi na atende kitendo chema. Kitendo chema ni kile ambacho kimeamrishwa na Mwenyezi Mungu kwa kupitia kwa Mtume Muhammad, ndio chema hicho. Na wakati anatenda mambo yake mema atahadhari, wala yushrik bi ibadati